Kutoka kaunti namba 35 tuelekee kaunti namba 45 ambapo gavana wa Kisii Simba Arati ametoa onyo kali dhidi ya wanakandarasi wa kaunti hiyo wanaofanya kazi duni. Akizungumza ndani ya hospital ya hospitali rufaa ya rufaa ya Kisii baada ya kufungua rasmi wadi ya watoto ya Nyangito, Arati amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa nyumba maalum zinazoendelea kujengwa kaunti hiyo zinaonyesha kuwa na nyufa. This is not Mtu and... yeyote ambaye alihusika kwa mjengo huu, akuwe kontrakta, akuwe ni injinia, akuwe ni nani alisimamia, lazima wawajibike, hata kama yeye ni nani. Imajini kama ingekuwa imeanguka na watu wamekufa ndani, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile vita ningekuwa nimepigwa, ni mbaya sana, hata kukamata, kwa sababu siyezi simamia, mijengo ambayo imeanguka. The right to uh, Engineer Gitau and the team from national government govmen, NCA mfanye ripoti tureje hapa Nairobi, ambapo Kenya tunarifu.